Hajui hata kusoma Qur'an, alafu anatetea jambo. Hata wenzake wamemgeuka kwamba wewe, kama huwezi kusoma Qur'an, rudi nyumbani ukalale, usizungumze kwenye dini. Namalizia sasa, na kuna bwana mwingine, naye alisema kwamba akitoka Mungu na mtume Aha. Anafata Rais Samia, unaziona hizo kauli kila siku Aha. kuna clip inatembea, kuna wale watu wa simu wakifanya mchaka mchaka, kuna maneno mabaya wameyatoa kwa wapinzani. Kwa nini sasa nyiinyinyi kama viongozi wa dini hatuoni mkikemea waziwazi wazi mambo. Narudia tena kipande hicho. Kwa hiyo takikani kufanya vurugu na fujo, ionekana kuwasikiliza watawala, kwa sababu jambo la kwanza ni atiu llaha wa atiu arrasul, na kumtii mtume wa ulil amri minkum. Nimesoma kipande hiki, nimemkumbuka Dr. nani u aliyezungumza juzi eh? Dr. nani? Yeah? Dr. Sule amesoma aya hii, kazua balaa, anasema akisema, kwamba yule aliyesema kwamba uwezi kufanya mambo isipokuwa mtegemee Mama Samia, asema iko kwenye haki, hata Qur'ani yenyewe inasema waatiu llaha waatiu rasuli wa uli minkum. Unaona, kwa mfano yule aliyesema akitoka Mungu na mtume anafuata Rais Samia, kwa upande mmoja yuko sawa, kwa maana hii Uislamu unasema waatiullaha waatiu rasuli wa ulil minkum, mtiini Mungu mtiini mtume na mtiini mwenye mamlaka miongoni mwenu. Na huyo ni mzungumzaji wa miaka mingi na watu wanamsikiliza mno, hata aya ajui kuzisoma sawa. Atiu Allah akaisoma vizuri, waatiu rasuli, kama vile aya imetelemkia kule kwenye vilinge vyake baada ya kusema atiu llaha waatiu rasula wa uli al-amri minkum akasema uli minkum: wa atii Allah wa atii ar-rasuli wa uli minkum, wa atii Allah wa atii ar-rasuli wa uli minkum. Hajui hata kusoma Qur'an, alafu anatetea jambo. Hata wenzake wamemgeuka kwamba wewe kama uweze kusoma Qur'ani yu... rudi nyumbani ukalale usizungumze kwenye dini Ndo haya mabala maulamaa wanaposema rejeeni kwa wanachuoni e, kwa sababu elimu hii ya dini, inna hadha alilma dinun fandhuru amantakhudhuna dinakum, hii elimu ni dini, tizameni dini yenu mnaichukua kwa nani? Sasa dini yako unaenda kuchukua kwa watu kama hawa ambao ni wazungumzaji wa miaka mingi. Kuna mtu mmoja akasema hata suratul fatiha huyu haijui. Kama ameshindwa kusoma aya hii na yuko kwenye media na kila mmoja anamsikia na kila mmoja anamuona, hawezi kusoma aya kama hii na anatetea jambo lake, atakuwa kama shekhe wa mkoa wetu wa Mwanza Kabeke. Mwaka jana alivyosema, mwaka huu nadhani, eh, mwaka jana alivyosema kwamba ndani ya Qur'ani imetaja mwenge. Qur'ani imetaja nini, hata kwenye Qur'ani na sunna zimetaja mwenge akasoma aya na akaleta hadithi kisa akakibadilisha uhalisia wake eh aya anasoma mbali mbali wa binajmi wahum yahtadun akasema hapa ni mwenge hapa sasa najmi inakuwaje mwenge Mheshimiwa usijali mwezi mw eh, nini mwenge umetajwa nayo Qur'an sunna katika hadithi ametaja kile kisa baadhi ya masahaba ambao walipotoka walipofika Madina, baadhi ya masahaba walitengeneza ile chemli wakawa wanaziweka katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye anasema chemli ndo nini, ndo mwenge. Hadha aqlu hadha hadha jahlu wa dhalal, hadha ni ujinga na upotevu. Yani kunasibisha katika mambo ambayo hayamo. Lakini tukirejesha ndani ya Quran, na hii ndo kawaida ya watu wa bid'ah Ahlusunnati waljamaa katika mambo yao maalum ni kurejesha mambo yao kwenye Qur'an na nini na sunna. Tukirejea kwenye Qur'an na sunna hatupati kupatikana kwa mwenge na mwenge. Kama ingekuwa ni Qur'an yapatikana kwa nini waiache Waislam? Kwa nini salafu sale wakuijua? Na kwa nini ni hapa peke yake? Nchi zingine hakuna hao. Ni utamaduni wa nchi, huwezi kuunasibisha kwenye dini. Dini na nafasi yake kama wazungumza mambo ya kidunia yazungumze kwa pahala pake, tafuta joni wakina nani, watu wa falsafa wazungumze huko, lakini sio katika dini. Kwa unasibishia au, au amemzungumzia Allah subhanahu wa ta'ala na kumnasibishia Allah uongo eh, kamsemia Allah uongo, na ya katika miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa sana baada ya shirk ni antakulu ala Allahi ma la ta'lamu ta, nimemsemea Allah subhanahu wa ta'ala yale msioyajua.

ima Qur'ani ikaweka wazi na ikatatua jambo kwa wazi, au umumihima au kwa, kwa, kwa, kwa umum kwa ujumla wake, au imai au kwa kuashiria kwamba kuashiria jambo hilo akasema, au tambihi au kutanabaisha jambo au mafhumin au kufahamisha jambo au umumi maana yukasu alayhi wa ma ashbah dhalik akasema, li anna kitab allahi

watu wabidaha, wa bid'a wao wanarejesha mambo yao ya kidini na mambo ya khilafu kwa kiongozi wa matatizo, kwa kiongozi wa kundi lao, kiongozi wa jamaa yao.